Jamii ya Watanzania inafahamu kwamba e, influencer maarufu na mfanyabiashara maarufu, majina yake rasmi ni Jeniffer Jovin, jina lake la biashara na la kuinfluence e, anaitwa Niffer, pamoja na mwingine mfanyabiashara mwingine influencer maarufu e, jina lake la biashara na la kuinfluence e, anajulikana kama Strong I Come. Actually, nisame, kwa hiyo na wenzao 20 jumla wako 22 nafahamu anashtakiwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu na e, mashtaka ya kula njama kutenda uhaini pamoja na shtaka la uhaini, kufikishwa mahakamani kama mnafahamu mnamo tarehe saba mwezi wa kumi na moja mbele ya Mheshimiwa hakimu anaitwa Aaron Lyamuya, ambapo sisi tulitoa hoja kadhaa e, za kisheria na nyingine za welfare e, mtakumbuka huyu binti Strong Icam, tulitoa hoja kwamba waliteswa sana wakiwa kituo cha polisi Oyster Bay, na mlipo mahakamani, mnakumbuka huyu binti alionyesha makovu ya mijeledi au fimbo, alionyesha mbele ya mahakama e, akisema kwamba e, amepata mazila hayo akiwa chini ya mikono ya polisi, na mahakama kama mnakumbuka, mba ikatoa amri kwamba e, kwa kwa kuwa imewakomiti magerezani, gereza la Segerea, kwamba huko uongozi wa magereza uhakikishe kwamba wanapata tiba na pia ripoti iletwe mahakamani. Tulitoa pia hoja kwamba e, washtakiwa wote ishirini na mbili waliteswa wakilazimishwa waandike maelezo ya kukiri kushiriki katika vitendo vya kihaini. Tukatoa hoja pia kwamba hati ya mashtaka ina mapungufu na tukaomba mahakama iweze kufuta mashtaka yote mawili au moja kwa kadi ambayo wenyewe itaona kama itakubaliana na hoja zetu.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 haki yao. Ni mashtaka mazito kidogo, mabinti kama wale wadogo kupewa mashtaka mazito kama ya uhaini. Ya sio kitu chepesi sana lakini tutajitahidi kadi ya ya uwezo wetu kufanya kazi yetu ya kisheria ili kuweza kupigania maslahi yao.